Yes, mambo vipi, mtazamaji wa Habari Kwanza ya karibu sana na hii habari ambapo leo macho na masikio wa Tanzania yatakuwa pale jijini Dodoma ili kujua nini kitajiri katika mahojiano ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Profesa Musa Asadi na kamati ya maadili ya bunge. Profesa Asadi anafika mbele ya kamati hiyo ya bunge kutokana na wito aliopewa na speaker Job Ndugai, Januari 7 mwaka huu kumtaka afike leo Januari 21, la sivyo bunge linaweza kumfikisha mbele ya kamati hiyo kwa pingu kuonesha kwamba sio dhaifu kama ambavyo alitamka. Aidha, mbali na CAG lakini pia mbunge wa Kawe Halima Mdee kupitia tiketi ya Chadema naye ametakiwa kufika mbele ya kamati hiyo kesho ili kuhojiwa pia kutokana na kile kinachodaiwa kwamba alinukuu pia maneno ya CAG. Kama nakumbukumbu vizuri, chimbuko la sakata hilo ni mahojiano ya hivi karibuni wakati mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alipokuwa akihojiwa na mwandishi wa habari za idhaa ya Umoja wa Mataifa na mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya umoja huo e, bwana Arnold Kayanda. Kayanda alimuuliza CAG kwamba ofisi yake imekuwa ikijitahidi sana e, na kila mwaka e, kufanya ukaguzi na kutoa ripoti kwenye kuonesha e, kuna udhaifu na ubadhi katika e, baadhi ya sekta lakini baada ya hapo, wananchi hawaoni ama hawajui ambacho kinaendelea. Na haya ndio alikuwa e, majibu ya CAG, nanukua hapa, anasema hilo ni jambo ambalo kimsingi ni kazi ya Bunge. kama tunatoa ripoti zinaonyesha kuna udhaifu ama kuna ubadhirifu halafu hazichukuliwi hatua huo kwangu ni udhaifu wa bunge bunge inatakiwa kusimamia na kuhakiki pale panapoonekana kwamba kuna matatizo basi hatua zinachukuliwa sisi kazi yetu ni kutoa ripoti na udhaifu na fikiri ni jambo lenye kusikitisha lakini ni jambo ambalo muda si mrefu huenda litarekebishika ni tatizo kubwa ambalo tunahisi bunge linashindwa kufanya kazi yake sitaki kuwa labda hii ni kwa sababu linahusisha watu fulani lakini, eh, nachotaka kusema ni kwamba bunge likifanya kazi yake vizuri hata udhaifu ambao unaonekana eh, utapungua. Na hayo ndio alikuwa majibu ya profesa Asad, ambaye sasa yeye ni mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu eh, za serikali. Sasa kwenye video hapo kuona, hapo unapata kuona na makarabu yake akiingia bungeni, bila shaka sasa amekwenda kuitikia ule wito. Wewe una maoni gani kuhusiana na tukio hili ambalo linaendelea hapa nchini Tanzania? Eh, tuachie maoni yako hapo kwenye comment section hapo chini lakini